Nafasi hii leo lakini pia nitambua uwepo wa wageni rasmi, waheshimiwa meza kuu, pia nishukuru CMK Promoters, pia na viongozi kwa jumla, lakini pia nitambua uwepo wa Namareche Foundation, tupo pamoja na jamii, bila kusahau Golf gf Sport Center, Miujiza TV ambao leo nafanikisha zoezi hili kiujumla. Dugu zangu, mimi nina nina machache sana, togena mambo mawili tu, la kwanza nitazungumzia subira, au vile unaita uvumilivu. Unajua kuna tofauti kati ya subira na uvumilivu, tunajua tujue, niwaambie tofauti, utofauti wa subira na uvumilivu upo. Subira ni ile ambayo unasubiria jambo la heri. Si ndio? Jambo lenye manufaa katika nyumba, dini, nchi na kadhalika. Hiyo ndio subira. Na peleka wapi? Huo, yes. Ni dogo wau <laughs> na ndio maana kwa sisi Waislamu tunasema kule inna Allaha ma'asubiri, lakini pia kuna andiko litaendelea kusema fasabiri subla jamila inna yarunahu baida wa anna lahu qariba. Subira tumeiona hapo, Mungu jinsi alivyozungumzia nisubira ikoje? Si ndio? Lakini uvumilivu, usikubali kuvumilia. Sawa, uvumilivu pia una nafasi yake, hatukatai. Lakini kuna namna uvumilivu unaumiza, kwa sababu unaweza kuchukua muda mrefu kumvumilia mtu ambaye yeye hakuwazi. Sasa ndugu zangu, kwenye hii point ya subira, ipo tena katika mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu, kuanzia anapozaliwa Subia natawaa tena tu kabla ya kuzaliwa, subira iko anapotafuka mtoto pale, kuna na subira, lakini pia una ujomzito. Tunajua hawa hawatalamu wenyewe, wana sayansi, wameshindwakufanya e, kufanya mzito uwe mwisho miezi mitatu au miezi miwili na nusu eti baada ya miezi miwili mwanamke anaweza kujifungua. Unaitwa nini? Tunasubiri, tunasota miezi sita wewe upate. Dada zangu na mimi, na hapa hapa kabisa mwanaume asubiri miezi yangu hiyo, atanijua ili tumbo tu inaisha na tuondoka hivi. Hello? Unaona? Unaona? <laughs> Ah, bado? Eh? Lakini unamza mtoto hiyo kama leo, unaona unamkimbia yani, kazaliwa leo unamfanya hivyo, na mama macho huyo. Sio mtoto, subira inakuwa lakini pia mtoto huyu huyu anakuwa, eh? anakuja mtu anamlorea, anambeba labda mwekee mito, labda mwekee mito, bado hajakaa taratibu, mgongo usimtoe mwanangu, na kibiongo nimemsa mzuri huyo. Subira hiyo, subira hiyo, umwone subira jinsi ilivyo sasa. Lakini mtoto huyu huyu anakuja, step zinafuata, eh? anakaa chini, anatambaa eh? Lakini kuna changamoto nyingine si mababa, kiukweli tumeteseka, kuna wakati siwezi wakati hapa, pale kwa kusubiri, maanake tumesubirishwa sana akina baba. Kuna muda mwingine unalaza mwisho wa kitanda kule kbaeanangu, hey! bado knalibia mtoto na usubira hiyo

miezi mitatu yetu, yeah, subira hiyo. Lakini aoananuua baishia akumpota kwenye umauti, Mwenyezi Mungu anapoamua kumchukua, tunafika saa 8 kwa 9 wakati huo saa 4 asubuhi. Kwa nini msimsikie asubuhi? Hiyo subira hiyo. Sasa hata sisi binadamu mfumo wote mzima wa maisha unahitaji subira. Leo hii wewe mwekezaji Unahitaji ujago ni kikomba leo, kesho gari, ndugu yangu kikomba utacheza na kuiba pia utaiba. Sawa, so inawezekana vinategemea unawekezaje kwa hicho kikomba ndio? Lakini una mimi, maisha yetu na subira, tuwekeze, tutafikia huko tu malengo kuyafikia ni lazima, lakini kubali kuishi kwenye mifumo, lakini pia kwenye vikundi hivi hivi ambavyo tupo, kunahitajika subira, uvumilivu, kuvumiliana. Kuna muda mwingine inatokea siku hiyo, katibu natoka nyumbani kwa vurugo huko, anamtolea neno mbovu mama Mariamu

bila hiyo kikundi kinaharibika, na pia tunataka kumkabidhi Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila jambo kiongozi ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Lakini leo la hii iikonamsi shetani, mimi nataka niombe siri moja shetani. Shetani wakati anaulizwa yupi rafiki yako katika hii dunia, akasema mimi binafsi mimi shetani, kwa uwezo wangu wote niliokuwa nao niliojaliwa, siwezi kumtoa mtu kushoto kumpeleka kulia, uwezo huo sina. Shetani, sasa leo binadamu, uwezo wa shetani kumtoa mtu kushoto kumpeleka kulia, shetani anasema hawezi. Maana yake ni nini? Maana yake leo hii kama utakubali kila maisha, kama utakubali maisha kwa jumla yanahitaji kuwa vumilivu, kuwa na subira. Basi shetani hawezi kuingia, kwa maana hata huyu mama Juma ambaye alikukosea utajiuliza, hivi mama Juma juzi na jana nilikosea?